Mtazamaji, ni Ijumaa ya tarehe tatu mwezi Oktoba mwaka 2025. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo, na karibu kwenye taswira runinga ya Al Shifa ito Yasir leo. Mtu anaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Al Shifa Digital Kenya, YouTube ni Al Shifa Television Kenya, Instagram, TikTok na Twitter ni Al Shifa Media Kenya. Ujambo na karibu. Na tukianza na taarifa na kuu ni kwamba mwalimu aliyehusika na kumchapa msichana wa miaka 15 katika shule ya msingi ya Gongoni na kumsababishia matatizo ya kiafya yalivyopelekea kufariki kwake katika hospitali ya rufaa ya Kilifi hatimaye alikamatwa. Mwalimu huyo kwa jina ya Ian Tembo alikamatwa Jumatano baada ya polisi kumtaka kuripoti katika kituo cha polisi cha Kijipwa na hatimaye kusafirishwa hadi katika kituo cha Mtwapa na kuzuiliwa chini ya idara ya uchunguzi wa DCI. Akithibitisha taarifa hii, kamanda wa polisi wa Kilifi Kusini Hassan Kochale anasema, idara ya uchunguzi italazimika kuomba mahakama ya Shanzu muda zaidi kumzuilia mshukiwa na kuendesha uchunguzi zaidi kabla ya kesi hiyo kusikizwa. Hii ni kutokana na kuwa marehemu Anastin Zinza Tunje alifariki wiki moja baada ya mwalimu huyo kumchapa, huku familia yake ikiripoti kisa hicho siku mbili baada ya kufariki kwa msichana huyo wa darasa la Mtazamaji, zaidi ya wajane 160 wamenufaika na, na mpango wa punguza njaa katika eneo la Jomvu. Katika mahojiano ya kipekee na runinga ya Al Shifa, Abdullah Helaki ambaye ni mwanzilishi wa mradi huo amesema anapania ya kupunguza idadi ya mayatima na familia maskini ambazo zimekuwa zikielekea baadhi ya maeneo jijini Mombasa kuunga mahitaji yao katika eneo hilo. Francis Mo ana mengi zaidi. Zaidi ya wajane 160 wamenufaika na mpango wa punguza njaa katika eneo la Jomvu katika mahojiano ya kipekee na runinga ya Al Shifaa Abdullahi Laki, ambaye ni mwanzilishi wa mradi huo, amesema kwamba anapania kupunguza idadi ya mayatima na familia maskini ambazo zimekuwa zikielekea baadhi ya maeneo jijini Mombasa kuomba mahitaji yao katika eneo hilo. Wale watoto ambao umewasaidia, ume umesema umesaidia jamii hasusan no watoto kuwapatia vitu vya shule, chakula. Labda sasa tuzungumzie labda uh, shule ngapi kama ni shule ama kama ni watoto wangapi hivi sasa saa hii? Kulingana na orodha yangu, kwanza, niko na wajane katika sehemu ya Mwamlai peke yake uh -huh. wajane ni mia moja uh -huh. na sitini na wanane uh -huh. leo na katika hawa wajane mia moja na sitini na wanane uh -huh. e, tayari tumefungulia wajane thelathini uh -huh. biashara zao uh -huh. wanafanya biashara zao, alafu hawa watoto nao pia nao, kulikuwa kuna watoto mia moja na moja ambao walikuwa hawaendi mashuleni na sasa hivi tayari wameanza kuenda mashule, yani wameanza kuhudhuria shule pale Mamlai. Kwa hivyo hawa wajani ni Mamlai pekee yake, lakini kuna wengine kutoka Maganda ambao ni walemavu na mayatima. Tuko katika hiyo programu ya kuweza kuwasaidia ya, ya, ya. Licha ya changamoto zilizoko, Laki amefanikisha kuwarudisha shuleni zaidi ya vijana mia moja kumi na moja waliokwama kimasomo katika eneo hilo, hali anayohitaji kwamba itapunguza uhalifu. Hata hivyo ametaja kwamba baadhi ya vituo vya mayatima vilivyoko katika kaunti ya Mombasa vinaendeshwa kwa shughuli za faida za watu binafsi, kitu anachokitaja kuwa kimechangia pakubwa wazazi walio na watoto mayatima kutafuta njia mbadala ya kuomba misaada katika mitaa ya jiji la Mombasa. Ningewaomba wakazi wa Mombasa pamoja na wale well-wishers na, na, na donors. watu wabadilishe mbinu ya kuweza kusaidia jamii. Watu wanateseka na tuweze kuombeana, yani tuweze kusaidia viongozi okay. wetu penao hata hasa pia gavana wetu naye atoe sheria ikiwezekana, ya kwamba hawa watu wasikae town kabisa, wao watafute mbinu serikali ya, ya, ya, ya, ya, ya gatuzi la Mombasa okay. wawe na hiyo fikra ya kwamba maanake watu ni wengi okay. watu wanaomba sasa leo ni ni siku leo, leo. leo ni Thursday. Ukitembea hapa town utapata watoto wanazunguka na wazazi wanazunguka. mm -hmm. Na mtu ana mikono yake, kwa hivyo kutolewa sheria ya kwamba hawa wazazi wasipatikane kabisa. mm -hmm. kwa sababu sheria ni kwamba mzazi kama wewe unamtelekeza una, una, una mtoto wako, ni ushtakiwe tu. mm -hmm. Aliwataka wahisani kutumia njia nzuri wanapotoa wa msaada, akisisitiza kwamba kuna haja ya serikali ya kaunti kupitia Gavana Abdusamad Sharif Nasir kuchukua hatua za kisheria ili kukabiliana wazazi ambao wamezembea na kuacha watoto wao kuangaika mjini Mombasa. Kuna hivi vituo vya mayatima hivi ambavyo viko sahihi, kituo cha mayatima, majority ya vituo vya mayatima mm -hmm. watu ni wakora, ni, ni wakora mm -hmm. ni wanatumia wale watoto mm -hmm. Ukiangalia yule mwenye ile orphanage anafaidika yeye, lakini wale watoto sasa hawafaidi kinachochote. Kwa hivyo lengo la kufungua, la kumsaidia yatima na kumfungulia mjane kazi uh -huh, ni akae na mtoto wake nyumbani kwa uh -huh, sababu leo ukimpelekea mjane unga uh -huh, hawezi kuuza, mtoto wake alale na njaa, atakula atamstiri mtoto wake, ili kwamba mtoto wake awe katika hali ya sala. Francis Mugo Mwendoa ni kiripotia tosira ya wiki hapa Runinga ya Alshifa na mtazamaji, tuingie kaunti sufuri sufuri tatu ambapo serikali imethibitisha kujitolea kwake katika kuongoza mradi wa unyunyiziaji uny maji wa Galana Kulalu na kutaja kuwa mabadiliko katika kupata usambazaji wa, wa chakula nchini na kuleta utulivu wa kiuchumi. Mwanahabari wetu Maraisha Mohamed na taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa ziara ya ukaguzi wa mradi huo mjini Kilifi, waziri wa hazina ya kitaifa na mipango ya kiuchumi John Badi alipongeza maendeleo yanayofanywa katika mradi huo A lot has been talked about Galana Kulalu for years now it has been the talk we want Kenyans to realize that now that talk we are walking the talk and as the CS in charge of National Treasury who is tasked with the responsibility of allocating resources for development activities it was important for me to be here to witness firsthand where we have invested our money and where we have uh, Uh, uh, aidha, uh, aliongeza kuwa mradi huo utaondoa nakisi ya mahindi ya kudumu nchini Kenya ambayo inakadiriwa kuwa magunia milioni kumi hadi 15 kila mwaka huku miradi sawia na hiyo ikiendelea katika maeneo ya Bura inayokadiriwa kuwa ekari 50 ya uzalishaji wa mchele na ekari 50 za sukari

To put to, uh, rice production about 10,000 10,000 acres, uh, by investing uh, about 500 million per year. Vile vile, wizara ya fedha na hazina inakadiria kwamba kwa uwekezaji endelevu Kenya itajitosheleza kwa uzalishaji wa mahindi na mchele katika miaka michache ijayo ikiweka kilimo kama uti wa mgongo wa ukuaji wa viwanda, uundaji wa nafasi za kazi na ustahimilivu wa kiuchumi. By putting

So, exactly. Nikiripotia taswira ya wiki kutoka kaunti ya Kilifi, mimi ni Mwanaisha Mohamed. Na mtazamaji muungano wa mawakala wa kibinafsi nchini kapea ukanda wa pwani nalalamikia kutengwa na kutotambulika na, na serikali kuu, huku serikali ikionekana kuegemea upande wa muungano licha ya kapewa kufuatilia vigezo vinavyostahili katika utendakazi wake. Aidha, muungano huo unaomba kuwekwa wazi iwapo kuna matatizo ama makosa, huku ukitaka kujua nafasi yao katika utendakazi wake. Paul Mokopi ana mengi zaidi. Akihutubia wanachama wa muungano wa kapea kwenye ukumbi wa Star of the Sea, mwenyekiti wa muungano huo bwana Juma Omar Mwangala ameiomba serikali kuingilia kati na kukomesha visa vya ukora vinavyolenga kuyumbisha uendeshaji wa chama hicho. Aidha, Mwangala pia analalamikia baadhi ya sheria ambazo anazitaja kulemaza usafiri wa wafanyikazi kama vile idhibati mtandaoni ama online attestation kwa lugha ya Kimombo. Huyu wakala ameangaika, ametafuta visa zake Amehangaika kwa njia yake, ameenda kupeleka hao wafanyikazi pale airport, unakuta kunatokea conflict between immigration officers, minister of labor na nea, wana wa off board awa watu wasisafiri, ati kwamba hawana online attestation, after all tired work huyu agent amefanya hawa watu wameuma meno pale kwa airport, wanawaambia hamwezi kusafiri mpaka mwende mutafute online attestation. Na serikali tunawajulisha haya mambo yako pale airport, na we, as kapea, we are against that policy of online attestation. Mwangala anadai kuwa licha baadhi ya watu kupatikana wakijaribu kugushi sahihi ya mwenyekiti wa kapea kwa nia ya kubatilisha uhalali wa uongozi huo, serikali bado haijawachukulia sheria madhubuti. Hii mambo ya eh, mara unasikia mtu ameenda kwa registrar, ameenda ku forge signature ya chairman ati ame resign the office of attorney general. Mtu anaenda na, na forge signature ya chairman na anaachaliwa huru that is the state law pale ni nyumba sheria ya sheria. Huyo mtu ulikuwa akamatwe hapo na awekwe ndani. Lakini as we speak, these people are still hanging na alikamato na senior state council registrar office. Na mpaka leo they are the same people creating a lot of issues with Kapea. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha Kemna Sheikh Juma Ngao amemtaka gavana wa kaunti ya Mombasa

nikiripotia taswira ya wiki, mimi ni Paul mkopi. Na mtazamaji, utapata pumziko fupi, kisha tutarejea na habari za kimataifa na spoti, usiende mbali. Na kimataifa ni kwamba serikali ya Tanzania imeeleza kusikitishwa na ripoti ya shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu, yani Human Rights Watch ikieleza kuwa imejia upotoshaji na tuhuma za uongo dhidi ya taifa hilo. Msemaji wa serikali Gerson Msingwa amesema shirika hilo halikutoa nafasi kwa upande wa Tanzania kujibu tuhuma zilizochapishwa katika ripoti hiyo iliyotolewa mapema wiki hii. Aidha, akijibu madai ya wanasiasa kunyimwa fursa sawa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, Msingwa amesema taarifa hizo si za kweli, ni upotoshaji na kasitiza kuwa Tanzania itaendelea kusimamia haki pamoja na msingi ya kidemokrasia. Na mtazamaji, tuelekee katika spoti ambapo katika masuala yanaofungamana na kandanda hapa nchini ni kuwa na dada wa kikosi cha taifa Harambee Stars, kufikia sasa hawajapokea mishahara na marupurupu ya michuano ya kujipima nguvu ya kitaifa, yaani international friendlies. Vipusa hawo walipeperusha bendera ya taifa katika michezo hiyo iliyopigwa mwezi wa nne dhidi ya Ivory Coast. Miezi sita baadaye hawajaona dalili ya kupokeza fedha hizo. Licha ya hayo, vipusa hawo atarejia dimbani kwenye michuano ya Women's Cup African of nation qualifiers yani WAFCON dhidi ya Gambia, huku mechi ya kwanza ikiratibiwa kupigwa uwanjani Nyayo tarehe 24, mwezi huu. Na mtazamaji, tupayo ugaibuni ambapo Liverpool wanafikiria kumnasa beki wa Ufaransa Maxime Lacroix kutoka Crystal Palace iwapo watamkosa beki mwenza wa timu hiyo Marc Guehi mwezi Januari. Na mtazamaji, Real Madrid wana wasiwasi kuhusu dili la kumpata beki wa Ufaransa Ibrahima Konate kutoka Liverpool. Los Blancos walitaka wampe kandarasi Konate mapema, lakini mchezaji huyo angependelea kumaliza mkataba wake na miamba hao wa Uingereza. Mtazamaji Manchester United imewaweka kwenye orodha mkufunzi wa Como Cesc Fabregas, na kocha wa Crystal Palace Oliver Glasner ambaye bado hajasainiwa mkataba mpya Selhurst Park. Na Newcastle United wametuma mawakala wake kumtazama kiungo mshambuliaji wa Atletico Bilbao Oyan Sanchez na wako tayari kumsajili mchezaji huyo na kwengineko pia, Chelsea atakubali dili la kubadilishana wachezaji ambalo litamjumuisha kiungo wa Uruguay Federico Valverde mwenye umri wa miaka 27 na kiungo wa Argentina Enzo Fernandez ambaye Real Madrid wanamtaka. Na kufikia hapo, mtazamaji, sina la ziada. Waswahili husema ngoma ikipigwa sana basi hupasuka. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo hayo ambayo wameyapata mubashara kupitia runinga yako ya Al Shifaa, nyuma ya kamera amekuwa ni Francis Moore akishirikiana na Mwanaisha Mohamed.